Na mimi binafsi nimekutana Mheshimiwa Mbowe mara kadhaa. Kutana Mheshimiwa Mbowe mara kadhaa. Kwa mwezi Mei na mwezi Juni nimekutana Mheshimiwa Mbowe miezi hii, mara kadhaa. Na mara zote nikiona huko vijana wanaongeaongea maneno ya pembeni, na muuliza kuna hiki inaendelea, anasema sijui chochote. Na ukweli ni kwamba Mheshimiwa Mbowe ametuaga anaenda kwenye biashara zake binafsi. Kuna wakati alienda China akakaa zaidi ya mwezi mmoja, na baada ya uchaguzi tunadhani wiki moja mbele. Mheshimiwa ambaye alikuwa China amekaa kule karibu mwezi mmoja au miezi miwili. Eh? Sasa amerudi anauliza kinaendelea nini? Na hiyo likizo alojigaia hata ya siasa. Ni moja kutengeneza kudoa ile tension ya kujiona kama vile unajua, kuna mtu anasemaje, mbona Mbowe yuko kimya sana hazungumzi? Mbowe yuko nyuma ya mambo haya. Imani yake ilikuwa kama nilivyosema mwanzo kwenye utangulizi Muda mwingine, yani leo kwa mfano, kwa jinsi tu hii watu bado hawajatulia wanatumiana tumianana. Ingetokea cha kutokea chochote tunaitishana vikao hapa mfumo huu unaohudhuria. Pia kuna maneno yangeibuliwa. Hata kulikuwa mlango wa nyuma huyo. Eh, mzee yuko kule naona sawa na nakuongoza vikao. Kwao kwenye utaratibu wa dunia iliyostaarabika, wenzano wenzenu wa wakiingia ofisini mnawapa nafasi na, na uhuru. Mbeleni huko wakishazoea sana ofisi wameiweka yote mkononi, unarudi vikaoni unaendelea kushiriki nao kufanya jambo lolote. Kwa kukaa kimya haimaanishi kwamba mtu yuko huko pembeni amenuna au amekaa pembeni, si kweli. Na mimi najua mara mwisho amekutana naye Mheshimiwa Mnyika amewasiliana naye, najua amenitaarifu, kwamba niliwasiliana na katibu mkuu na najua katibu mkuu alimuuliza bwana, Mheshimiwa kuna unatajwa huku na watu mikoani, umewatuma kazi ya zima siku ile. Hilo jambo halipo, na wala halijui. Mimi nakutana naye, nampa nayo feedback, feeling zake, mawazo yake. Nina uthubutu wa kusema kwenye jambo hili aliwezekani. Labda hiyo akili yapetelewa asubuhi, kwa sababu uwezo kwa wanawazia jambo jema, alafu jambo na wanawazia jema, unaliwazia tena vibaya. Haiwezekani, haiwezekani. kwa hiyo ingekuwa tuna vikao sisi leo, mheshimiwa Mbowe kwamba ukimya wake na kwamba tunaamini ni maagizo yake ya sabotage kwenye kampeni, tulikuwa tuna chain ya mawasiliano, tunaitana kwenye vitu wa kanda wote, kwenye vitu wa kanda tunaita kwenye vitu wa mikoa wote, tunafanya pale. Tukifanya pale, tunaamini kabisa ni chain, tumepeana maelekezo, tunafanya jambo hili, ni msimamo wa kambi fulani. Kitu iko baada ya uchaguzi wa chama tu hatukuwhai kufanya vikao vya namna hiyo wala kukutana tena kufanya jambo lolote la maagizo ya pamoja, kwamba sasa tuna msimamo huu ili tuende against chama au kujipanga dhidi ya chama. Hatujawahi kufanya jambo la namna hiyo.